Watu ambao wako na criminal au wale watu ambao wana makosa hapa Marekani na wale watu wote ambao wanakaa hapa bila karatasi za kutosha wako wanafukuziwa Marekani na Afrika ikiwemo katika nchi ambazo unaweza ku targeted na administration ya Trump kiengele. Sasa hivi kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, kwa sababu ukiona vizuri, Trump ameshaenda Amerika Kusini kuweza kupata partners ambao watachukua hao watu, na kuna nchi nyingi duniani zimeshakubali kupokea hao watu, kwa sababu kuna watu Marekani hajui itawabeba wapi lakini ukiangalia kama Africa, angalia kama Asia, angalia kama Europe, hakuna partners ambao wanayo. So unaweza jiuliza, kuna watu ambao wanakaa Marekani uh, yani illegally ambao wanatoka Europe, yes wapo, ambao wanatoka Asia wengi wapo, ambao illegally wako huku waku, kutoka Africa ni wengi sana. So kuna nchi ambazo ziko tayari interested na kuweza kuhost hawa watu ambao ni wacriminals ambao Trump hataki hapa Marekani, au watu ndo wako wanapelekewa katika nchi zingine ambayo imeshapokelea watu ikiwemo zile nchi za Salvador, Guatemala na Panama. Na katika video hii tunataka tuexplore, tuonyeshe nchi ambayo tayari imeshaanza mazungumzo na itakuwa na impact gani kwa wale ambao watafukuziwa kutoka hapa Marekani, mutu ajui kwa sababu Trump amesema hivyo, watu wote ambao wanakaa katika nchi ambazo ziko under development yani, ambazo zinataka ziko katika njia ya kuendelea. So katika video tunataka tuexplore kitu tuweze kuongea tufanye idea yetu, na kwanini napasha jua kwamba kama una ndugu yako maybe, na umefanya makosa, unaweza ikuta katika hii nchi ambayo Trump tayari ameshazungumza. Na kama ndio mara ya kwanza, please subscribe. Unaweza ukajiuliza mtu ambaye wanaita criminal ni mtu wa aina gani? Ni mtu yoyote yule ambaye anakaa katika nchi ya Marekani kwa kipindi hiki ambaye alikuja akija kama mgeni, anakuja kama mwanafunzi, anakuja kama amekuja kutembea, anakuja kama amekuja kusalimia watu, au anakuja kama amepata kazi hapa Marekani, lakini ule muda wa kuishi hapa ukaisha. Wakati ule muda uliisha, yakaanza kuanza proses ya, ya kupata karatasi za kubakia hapa Marekani. Wakati huo huyo mtu kwa sababu anakaa bila karatasi, huyo amesha kuwa krimina na kosa la krimina. Na krimina zingine zinakuwa ni makosa ya kawaida yale watu wanafanya. Unaweza kuwa umepiga mwanamke, unaweza kuwa umepiga mtu, unaweza kuwa umeua mtu, unaweza kuwa umefanya kosa lolote lile. Hayo makosa yote hayo ni makosa ambayo wanapeleka kuwa krimina wewe mwenyewe Sio mtu ambaye amekuja kutoka kule Afrika kama mkimbizi, kwa sababu kuna wengi wanakuwa anasema na mimi je, mbona nimekuja mwaka jana sijapata green card na mimi niko katika hiyo kundi? No, ni wale watu ambao wamekuja wakabana hapa, au wale watu ambao walikuja wakiwa na document, hata wale ambao wana uraia kisha wakafanya makosa makubwa sana, na hao watu ndo Trump ana target. Kupata viza kukuja Marekani, uh, Wamarekani wanasema ni privilege Yaani, heku kusema kwamba ukipata visa tayari wewe umeshakuwa Marekani. Lakini kuna vitu ambavyo watu wanasahau sana kusema hata kama nina nationality mimi na nimeshakuwa hapa. I don't have, I don't have to worry about it. Kumbuka Marekani ni nchi ambayo inafanya investigation sana. So there might be ways that unajikuta wewe uliolewa uli, na mke wako ama uliolewa na mke wako illegally, kama ulifika illegally ama ulifanya fraud fulani ili uweze kuolewa. So that's one also in hata unarudishiwa kama watu wengine. So tunataka tuzungumzie hii kitu ya kusema kwa nini sasa hivi Trump ameamua anasema sasa anataka niende Afrika nitafute kwa pa partners ambao wataweza kunisaidia kuweza kuhifadhi, specially wa criminals, kwa sababu kumbuka kiwa umekuja illegally, umekuja hapa illegally, Trump anakuita kama uko criminal kwa sababu uko hapa kinyume na sheria. So let's think also na watu ambao wamegombana wengine, sijui wamefungiwa mara tano mara sita, watu ambao wako kwenye 10 years green card ambao wanaendelea wa kufanya makosa na sasa hivi katika prison. Trump kutafuta partners ni kuweza kukamata hawa watu ambao wote wanakaa katika majela na wanatoka katika nchi fulani fulani, awapeleke Afrika lakini kuna wengine hawatapeleka katika nchi yao, watapeleka katika nchi ambayo yeye ameshachagua. Naweza kupatia example, example nikuonana. kwa news kuna huyu mtu ambaye a Cameroon akalomba asalamu hapa Marekani, hiyo asalamu ikataliwa akaendelea bakia hapa. Trump alipoingia akamkamata. Sasahivi tunapoongea sasahivi yuko Panama. Kumbuka Panama ni katika Amerika ya Kusini, so Trump anataka acreate partners ambao ko Rwanda huko Libya Tera, amesha, ameongea tayari amesema ameongea na Libya ili aweze kuhifadhi hawa watu mpaka siku wataitikiwa ama watakataliwa. Nataka niakumbushe tu hii nchi ya Rwanda ilikuwa na dili na UK, kama mnakumbuka vizuri, tayari wamekuwa shasikilizana, wame 900 milioni dola ambao watakuwa wanailipa Rwanda kuweza kuhifadhi hawa refugees. Unaona, Rwanda ilikuwa imeshapokea tayari 290 milioni ya hizi pesa. Hizi ni pesa nyingi sana na Rwanda iliweza kusema kwamba hawako oblige kuweza kurudisha pesa kama UK imekata hiyo dili. So nataka nijiulize, sasa hivi Trump iko katika negotiation pamoja na Rwanda, hatujui kama atakuwa analipa kila mtu ngapi, yani kila kichwa ya mtu, ujue hiyo kitu kwa sababu si bure hmm. Na Trump ame, alituma letters ama alituma invitation kwa nchi nyingi sana Marekani, uh, Afrika, na yuko natafuta partners. Ni, ni, ni opportunity kubwa sana ambao watu wengi ama manchi nyingi zinataka zikamate, kwa sababu Trump hataki mtu ambaye amefanya makosa hapa Marekani. So nchi za Afrika zimeshaanza kubali nao kuchukua hawa criminals mm. ama watu ambao Marekani haitaki kwenye, kwenye udongo wao yes. so we can ask ourselves, ukikumbuka vizuri, uh, Trump, uh, Trump alikuwa last week alikuwa anaongea akisema kwamba tayari wama, wana mazungumzo na Rwanda, wana mazungumzo na Libya, hata kama Libya imeshasema, mimi, sisi hatujazungumza na Trump kuhusu kupokea kupokea watu. watu. na kukumbuka sasa hivi yeah. Libya ni, ni nchi ambayo iko very dangerous yeah. hata kwa hata ku, ku, wandugu wenyewe wa ambao wanakaa Libya mm. so it will be very hard kusikia mtu muto anamtosha Marekani mm. wanabeba Libya, yaani huko ni mm. chifu tu e, hebu, kumbuka yeah. wakati mtu anatoka kule Africa anakuwa mm. anakuja akiwa anategemea kupata maisha bora mnsa na maisha bora hapa Marekani exactly, lakini unapofika hapa kupata document na kuwa vigumu sana. Yes. nchi ya Marekani sasa kipindi hiki imesha sign contract mm -hmm. na hizo nchi zingine ikiwemo hiyo ya Rwanda. Yes, katika nchi za Afrika ndio hiyo hiyo ambayo tumesikia ni kitu ambacho kina involve na hera by the way. Yes, kila. Yes. nchi ambayo inakubali kupokea watu kila kichwa cha mtu kuna hela wanamlipa kwa wakati wote ulo ambayo atakuwa ameku pale kwa ule udongo yes. waile nchi mm -hmm. na nchi ile imekubali kupokea watu inaona business kama iko sawa pale paleka. mm. walikuwa wamejenga kupokea watu kutoka Uingereza kule UK yes, ili wakuje kuishi pale, lakini ile ikakuja kufa kwa sababu uh, ili involve na yes yes wakakuja kukura 290 yani, almost 300 million. Hizo ni hera ambazo wamesha kura mm -hmm. na hazitarudishiwa na UK. Yes. Sasa Donald Trump naye amekuja akasema, mimi nitawalipa mkikubali kupokea watu mtu mm -hmm. ambaye atabebewa kule, sio kusema ni mtu mu, wa kutoka katika ile nchi wapo, no. wa kutoka katika ile nchi na mm -hmm. kuna wengine ambayo sio wa kutoka ile nchi. Ukiona vizuri sasahivi, nimesoma kwenye CNN mm -hmm. wameshafanya fanya test ya kubeba mtu mmoja huko, yeah. Rwanda na huyu mtu ni mtu ambaye anatoka Iraq. mm -hmm. Yani Iraq ni nchi ambayo iko that is not stable sasa hivi kwa sababu ya vita na unajua, yeah. vita ya Marekani Iraq na vitu kama hivi, so wameshafanya test tayari, lakini kitu ambacho tunafaa tuzungumzie hapa ni kwamba hata hata Rwanda hawajakubali, wako katika mazungumzo. yeah. na by the way haiko tu Rwanda ndio. no, walitumia invitation na kuweza kuchukua watu mm -hmm. no, walitumia mainchi nyingi sana, so, hivi yeah. sasa tunajua tu Rwanda, lakini kuna zingine mainchi tayari ya Trump ime iko naongea nao, lakini Rwanda ni nchi mbayo yeah. likuu imeshajiandaa kupokea yes. wakimbizi kutoka UK I think, I think think ni ila ni, ila ni Kuna, yeah. sana kutokal yeah. kwa sababu tayari wa, mm -hmm. yes wako yeah. na kitu uh -huh. mbacho wameshaandaa wameshaandaa nyumba wamehaandaa mm -hmm. nini kila kitu yes yes so basically you uh, secretary allae wasahivi wa wa, wa, wa wa Trump mm -hmm. alisema kwamba walitumia invitation inchi nyingi sana ambazo zinataka zichukue zi, zi watu yes, ikiwemo South America, tumeshasema sema, sasa hivi ni Africa na kumbuka, nakumbuka wapatnaz waowawe Europe kuna imigrant mm-hmm, kuna imigrant ambao wanatoka Europe by the way yeah, yeah, wanaja na ni wazungu ambao iko na fukuza Hebu imagine wakipakia ndege ya kuwabeba kule Afrika, wanabeba wazungu wazungu, ndio wanaenda wanaenda kuisha Afrika, nao wanaishi katika hiyo nchi. Kubadilika by the way, vitu vimeflip, mtu anakuja kujikuta, unakuta ndege ya yeah. wazungu na shuka, wanakuja kuwamwaga katika hiyo nchi ya kule Afrika mm -hmm. na ni kitu ambacho kila mtu ambaye ako hapa anaweza kutek serious haswa yes, wale watu ambao wako hapa Marekani, ebu imagine kama umetoka kule Afrika mm -hmm, lakini juu ya kriminal umefanya, kupiga mke wako, kupiga watoto, kufanya makosa yale ya kawaida yeah, unakuja kujikuta unarudishwa Afrika, wanakupa option mbili mm -hmm, kwenda katika nchi yako ambayo ulizaliwa au kuenda katika ka ka nchi yeah, ambayo wamekwambia mm -hmm, uende ku, kuishi pale na kitu kingine ki yeah. Kuna watu ambayo hawana choice, oh yeah, hawana choice. Yes. hiyo choice wanaikupa wakati, mm -hmm. wanajua exactly ni nchi gani itokea, mm -hmm. ndio ulikuja kama mkimbizi, ndio ulikuja kama umepanda ndege unakuja kama umekuja kutembea hapa lakini mm, wewe ulizaliwa, tuseme ulizaliwa Tanzania, kwenye paspoti yako yanaandikwa Tanzania, Tanzania. yeah. Yani <laughs> ulizaliwa wapi? Tanzania. mm -hmm. Wakitaka kurudisha kule, watatafuta ambas ya Tanzania kwa sababu wanaona ndo ulizaliwa, wanawazia wana, yeah, wana... kama kule ndo <laughs> nchi yako. Wakati wanataka kurudisha, ambas ya Tanzania wanasema huyu mtu hatumjui. Sasa unakuwa huna option, utalazimika kwenda hiyo nchi ambayo watakuchagulia wenyewe wa, there is one thing ambayo yenye iko naendelea. Tumefanya hivi kwa sababu tunajua there are so many people ambao wako affected by afecte. Yes. the way na inawezikua kwamba sasa hivi hauko katika hauko hau katika fasi ambayo unaweza kuchukua, lakini kesho unaweza kuwa kuna criminal. Yes, wanakubana, wakisha kubana tayari wanasema tuko na nchi Afrika yeah. Nimeona embassy I think ya Congo ya yeah. Rwanda ya Kenya post, wasema hivi, kama una visa mm. mm. tafadhali asifukishe siku zake yeah. kwa sababu akifukisha siku zake wanakuban For almost 10 years. Yeah, na, no, anakuwa criminal. No, no, na tayari imekuwa criminal kwa sababu mm -hmm. huku anything you do ambayo iko illegally yani haifuati sheria, tayari wewe umekuwa criminal in front mm -hmm. of ya Trump, ha, yani angalie Yeah. hicho ni you know kitu yes. ambacho kila mtu anapaswa kujua na kuchukua hatua. Leo uko sawa mm -hmm. na familia yako, lakini kesho unaweza ukajikuta katika kosa fulani mm -hmm. na leo wanakuja katika watu ambao wameingia hapa kinyume na sheria Nchi ya Marekani, ukiangalia vizuri, ni nchi ambao wanataka kusafisha wale watu wote wa makosa mm -hmm. makosa watoe hapa. Wewe unaweza kuwa mtu ambaye una makosa kidogo kidogo, unaona hatuna nguvu, lakini kesho anaweza kuja president mwingine anasema, wewe umefanya makosa haya, toka katika nchi yangu. Lakini kwa nini sasa wanaenda kuwatupa katika nchi zingine, na wakati au ndo wenye makosa? You have to think also this way, kama sasa hivi kuna beba watu ambao wana makosa makubwa makubwa mm. itafika hatua aanze beba watu ambao wana makosa madogo madogo madogo madogo madogo ili awasafishe. So yeah. The best way ni kuweza kuishi huku kama hii nchi, hata kama umepata citizenship by the way, anaweza kunyang'anya hayo. mm -hmm. So au anakuambia citizenship ama kupatia uraia huku ni choice yao, wanakupatia. kuna wengine wanasema, ah, mimi nishakuwa na green card, hawawezi kufanya kitu. Yeye anakwambia uko mgeni, uko mgeni. So the best way let behave wakati hii siku ambazo si nzuri era ya Trump kwa sababu yeye anasema hivi nakamata mubaya, utarudi nyumbani. Katika hii video unasikia, umeelewa mambo mengi sana kuhusu mm -hmm. uhamiaji wa hapa Marekani na ni wapi unaweza kujikuta wakati utaenda kinyume na sheria au kama huna document yes. Kwanzia leo ni wewe kwa kuchukua hatua mm -hmm. kama wewe ujue ni kipi cha kufanya kulinda wewe mwenyewe na kulinda familia yako yes. na kama unajua ndugu yako unataka akuje katika nchi ya marekani mm -hmm. tafuta njia ambazo zinaruhusiwa kama anakuja kama mwanafunzi akuje asome, asome kisha hey. akimaliza ndo utajua cha kufanya exactly. lakini usikuje kusema unataka umtumie invitation ya miezi mitatu miezi minne mm -hmm. akuje hapa atakuja kujikuta katika ile lista ya watu ambao wanatafutwa haswa kwa utawara wa donald trump sio utawara wa kucheza Yes, wewe unajitayarisha kuja Marekani. Mm. Pita njia yote shauri tu ni moja, kuja hapa ukuje umejiandaa mm. Kama una american dreams kuja ugombanisha na uwezi kufika mahali mm. Achana na vitu ambavyo utatuma vinaharibisha safari yako ya kuweza kurudisha tena wapi, kule kule kwenye umetokea, so that's the best way. Na tunashukuru sana katika video hii, kama umetufuatilia mwanzo mwaka mwisho na umeweza kupata value katika video hii, tafadhali uwezi kusubscribe. Tunawapenda.